Na mtazamaji, tukiachana na hayo, tuangazie haya ya mwanafunzi wa kidato cha tatu kwenye shule ya kitaifa ya Nalondo ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ambaye anatoa wito kwa wahisani kumpa usaidizi wa haraka wa kifedha baada ya tatizo la afya ambalo hutokea mara kwa mara kuathiri uwezo wake wa kuona kuzungumza na ule wa kula. Familia hiyo imesema mwanao anahitaji msaada wa matibabu ambao huenda ukaokoa wa maisha ya Timothy na kumruhusu kuendelea na kuishi maisha yake ya kawaida. Tunawatahadharisha watazamaji wetu kutokana na picha wanazo ama watakazozitazama kwenye simulizi ifuatayo. Timothy Nyongesa mwenye umri wa miaka 19 kutoka kijiji cha Muyenga katika eneo bunge la Bumula anakabiliwa na majipu ya mara kwa mara ambayo yamewathiri uso, macho, pua, kinywa pamoja na koo yake. Hali hii imemfanya asiweze kula wala kuzungumza, huku wazazi wake wakisema hali hii imezidi kuwatisha. Timothy, ambaye ni mtoto wa saba katika familia, alitangulia kuona uvimbe usoni pake akiwa na umri wa miaka tisa. Kwa mujibu wa baba yake John Nyongesa, hali hiyo ilikuwa ikitokea mara kwa mara licha ya kupokea matibabu kadhaa hospitalini, alisaliwa tu vizuri alipikisha karibu miaka tisa ndi akaanza kukonjeka. Kuna kitu yenye ilikuchia tu hapa, hatuchaelewa vizuri ni nini, ikaanza tu kufura kufura kufura mpaka hiyo ndio sasa inasumbua mpaka wakati huu. Mbali na changamoto hiyo, Timothy alikabiliwa na changamoto nyingine ya kupooza miguu akiwa mwenye umri mdogo, na kapelekwa hospitali kadhaa kwa matibabu. Wakanimtuma mpeleke mpaka Kimilili nini Dreamland, sasa wakamtengeneza ma... waka miguu akaruti baadaye akaenda shule tena akapatikana na ugonjwa mwingine. Mama yake Jantriks Nanjala Nyongesa amesema mwanawe alizaliwa akiwa mzima na buheri wa afya, lakini hali yake ikazidi kudorora baada ya kuanza kupooza miguu na baadaye ndipo majipu yalipochipuka usoni akiwa katika darasa la saba, ila alifikisha niwatatiza ya ugonjwa ikakuja tu kwa miguu akashindwa kutembea. Nika mpeleka kwa daktari, daktari akasema, mpeleke kwa hospitali ya bima, ni nini chenye imefanya huyu mtoto asitembee? Sababu alikuwa anatembea tu mzuri. Nanjala amesema familia ilifanikiwa kupata shilingi laki saba kupitia kwa mhisani kugharamia upasuaji wa kwanza, lakini hali hiyo ikabisha hodi tena mwaka mmoja baadaye. Familia hiyo kufikia sasa imeuza mali na kutumia rasilimali zote huku ikijaribu kupata fedha za kugharamia matibabu pato hiyo kitu vile tuliruti nyumbani, ilikatu mwaka mmoja na tena inaruti. Nilikuwa hapo na plot, tukauza tukauza. Hapo tulikuwa na ng'ombe moja na ndama, tukauza, tukaunganisha pamoja, akaenda akafanyiwa tena hiyo surgery tu, hapo, hapo tu. kwa uzo tena naomba wangu, naomba serikali ama wenyewe wanataka kumsaidia, wanisaidia asome na awe na afya mzuri. Msimamizi wa shule ya kitaifa ya Nalondo inayoshughulikia watoto wenye mahitaji maalum Walter Wabwere alithibitisha kwamba Timothy anapitia changamoto za kiafya ambazo zimeathiri afya, afya yake. Kijana ambaye anapenda kusoma yuko katika kidato cha tatu jinsi vile ilivyosema, na hali hii haimwezeshi kuwa na amani na kudurusu vitabu, kusoma hata kidogo. Licha ya uchungwa anaopitia Timothy amesema anapenda elimu na na ndoto ya kufuzu masomoni ili kuwapiga jeki ndugu zake. Hata hivyo, hali yake inatishia kukatisha ndoto hiyo. Timothy anatoa wito kwa mhisani pamoja na mashirika yenye nia njema kumsaidia kupata fedha za kugharamia upasuaji wa dharura pamoja na matibabu. Unaweza kutuma msaada wako kupitia Jantrix na njala Myende, nambari ya paybill nne, nambari ya kaunti sufuri moja moja sufuri mbili tisa.